Jambo limelia limesikika kote inatutaka wazazi wote tukusanyike, chaguwe viongozi wale waadilifu, kwa msaidie mwenye kiti kuongoza chama chetu nimesikika kote inatutaka wazazi wote tukusanyike, tukamilishe kazi ile tuliyotumwa na jumuiya ya wazazi. Chagueni viongozi wale waadilifu, mumsaidie mwenyekiti kuongoza chama chetu baraza kuu na baraza la wadhamini. Wazazi, twende tumetengeneza umoja kati yetu tumetengeneza umoja kushirikiana na jumuiya nyingine lakini pia chama wakisema wanataka jeshi wanajua liko jumuiya ya wazazi kwa hiyo mwenyekiti kiti ondoka hapa na wewe unapatana nao mkijiaminisha kwamba jumuiya yako kwa ya wazazi Makongo iko salama na inafanya kazi na tunakuhakikishia ushindi mkubwa wa mama Samia mwaka 2025 lakini sio huo tu tunakuhakikishia ushindi wa diwani wa chama cha mapinduzi tunawakishia ushindi wa mbunge wa kutana chama cha mapinduzi ndio mwenyekiti, nimekuwa nikukaribishe lakini na machache ya kusema kuhusu kata ya Makongo. Sisi kama jumuiya ya wazazi tunajivunia jambo kubwa moja leo, tuna shule ya sekondari ya juu Changanyikeni, ilikuwa ni sisi tulianzisha historia si yaachi. Nitambua wewe mwenyekiti wangu wa wazazi mstaafu wa kata alinipa kijiti, mwenyekiti mwenyekiti, ya kuone mwenyekiti wangu alinipa kijiti nikiwa yema wa kata, na mimi nikasema aingie kwenye baraza langu. Kwa baraka kubwa na muongozo mkuu wa mwenyekiti wangu akinisaidia pale ninaposhindwa. Kupitia uongozi wa mwenyekiti, mimi nikiwa ema wakata, tulihakikisha Tuli wa Tuli ile shule inapatikana. Tulipeleka ajenda kwa mwenyekiti wetu wa wilaya kipindi kwa wazazi, tulipeleka ajenda tuna baraka kubwa na mwenyekiti wa CCM mkuu wa Mama Kiti Kamba, ile ajenda iliingia na leo Makongo tuna shule ya mchanga yake. Nasema na haya kwa sababu ni moja ya matunda ya dunia ya wazazi, lakini mwenyekiti, katika mazungumzo yako sisi wana Mlalakua tuna ajenda. Mlalakua, ni mwenyekiti, hatuna shule. Watoto wangu pale wanapata shida kuvuka, wanasoma pale, wanasoma mlimani. Ni mwenyekiti kupendeza naomba ondoka na ajenda shule ya msingi Mlalakuwa. Tutafurahi sana tukipata shule ya msingi pale Mlalakuwa. Kila nikifanya ziara Mlalakuwa kana Mlalakuwa anambia mwenyekiti, hatuna shule. Na kweli watoto wanagonga waa- Mlalakuwa wanakaa wanasoma wengi Mlimani. iu mwenyekiti, naomba ondoka nalo lakini, ukiacha hilo kubwa, naomba ondoke nayo shule yetu ya London mwenyekiti, wanahitaji moja tu, maktaba. Hawana maktaba. Jumuiya ya Wazazi tumewatembelea mara nyingi ni kuwa shora anatuambia mwenyekiti wa wazazi ikiwapendeza. Tuna hatuna maktaba. Pita hapo tunapewa vingi basi ni mwenyekiti mimi najua unaweza. Na tukasema mzigo mzito mpe Mnyamwezi. Basi nikasema leo mama akija haya tunaomba uweze kuondoka nao. Ndugu mwenyekiti, Mengi mazuri, katibu wangu nimekuanisha kwenye taarifa. Moja la kupongeza kwa mwenyekiti wako wazazi, familia yako iko salama, nikiwa naiongoza vema, nikiwa na kamati nzuri ya utendaji, nikiwa na ulezi mzuri wa Chama cha Mapinduzi. Aa, bwana mwenyekiti, ndiomba nikukaribishe umoja niliouona wa baraza la wazazi la wilaya ya Kinondoni. Nasema jumuiya ya wazazi wilaya ya Kinondoni iko salama daima nie kazi nzuri unaofanya katibu wangu wa wilaya machachari kabisa, lakini ni mlezi wa jumuiya hii katika ngazi hii ya wilaya. Haya mnayaona ya umoja huu wa baraza hili lisingewezekana kama hakuna mwenyekiti mzuri, kama hakuna katibu mzuri. Nifikishie uh, salamu zangu za pongezi kwa Mr Uk kwa kazi nzuri inaoifanya ndani ya wilaya ya Kinondoni, inaonipa mimi usingizi. Asubuhi asubuhi imepokea meseji ya Mr Uk. Jana jioni nilipokea message ya Mr. Okay, yamuke jana asubuhi kaletea message yote, ananisisitiza mwenyekiti, usikose kwenda. Nikamwambia mimi na wewe tujawahi kuangushana. Kwanza mimi sijawahi kukanyaga Makongo kama mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi mkoa wa Dar es Salaam toka 2022 mpaka sasa hivi, lakini pili, pia kama mjumbe wa kamati ya siasa ya mkoa sijawahi kuja katika special mission ndani ya kata ya Makongo tumekuja katika matawi na kuendelea katika ziara nyingine. Bahati mbaya sikupangwa hapa kwao. Niwahakikishie, ujio wangu leo hii umenifariji, na mimi nimekuja Makongo na nimefarijika kuliko mnapoweza kuelewa. Mimi kufika hapa kwenu, kwangu mimi ni heshima kuja katika kata hii, na asante sana mwenyekiti kwa kunialika. Sasa kazi yetu moja, 2025 kuhakikisha tunashinda kwa kishindo kwa nguvu ile ile ya Chama cha Mapinduzi ya mkoa wa Dar es Salaam. Tunawapiga kura takribani milioni nne laki saba ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, waliokuwepo wana chama wa Chama cha Mapinduzi na wasio wana chama wa Chama cha Mapinduzi. Kazi yetu ni kuhakikisha wagombea wote wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi ya udiwani ngazi ya ubunge na hatimaye kwa mama yetu kipenzi, jemedari, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, mgombea pekee wa chama cha mapinduzi katika uchaguzi wa 2025 tukimpa ushindi wa heshima, mwanamke aliyeheshimisha Tanzania ndani ya Afrika na duniani kwa ujumla. Cha sasa ni waombe tuuje mgombea aliyekuwa bora mwenye sifa atakwenda kuchukua fomu tarehe 1 mpaka 15 mwezi wa tano kwa mujibu wa utaratibu wetu wa chama. Pili, vikao ndivyo vitakavyomrudisha mgombea aliyekuwa na sifa. Tatu, nyinyi wajumbe mtapiga kura za maoni, sawa? Kura za maoni kumchagua mgombea ambaye atakayepeperusha <coughs> bendera ya Chama cha Mapinduzi katika ngazi ya kata, ngazi yenu ya jimbo na ngazi ya taifa, sawa? <coughs> kwa uchambuzi ule wa maoni wamaoni hapo. <coughs> Sasa katika wale wagombea watatu, sijui sijuaka, mnatuchambulia mnachagulia mgombea mmoja mwenye sifa mwenye vigezo mwenye kuuzika. Ambayo nataka kuliongea ni hamasa, hamasa <coughs> ya kujitokeza kwenda kuchukua fomu za kugombea. Ukijipima ukaona unatosha kwa sifa na vigezo, ni haki yako kikatiba kujitokeza <coughs> kwenda kuchukua fomu ya kugombea nafasi unaona unatosha. <coughs> Narudia, mwenyekiti wa wazazi kata, ukijipima, ukaona unatosha, una sifa, ni haki yako kikatiba kwenda kugombea nafasi unayotaka kwa unatoa hamasa kwa yoyote ambaye anaona anastahili ndani ya jumuiya ya wazazi. Tarehe kum... tarehe moja mpaka kumi na tano ndaruhusiwa kwenda kuchukua fomu, muda na vikao ndiyo vitakavyoamua. Kwa mimi niwaombe, ameona na anatosha na anasifa, usirudi nyuma. Wote tuko wanachama wa Chama cha Mapinduzi, tunapaswa kwenda kukitumikia chama. Muhimu sana tusikanyagane. Wenye viti wa serikali ya mitaa muda wao ulifika, wakafanya uchaguzi, tukafanya amani. Leo wenye viti wa serikali ya mitaa wa serikali wetu wao wametulia, turubai limeama limeamia kata kwa maana ya kwamba ndani ya kata madiwani wataenda na wao kugombea na kuchagua ama kutafuta ridhaa ya wanachama Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla, ko kwa mingombe na hasa mwenyekiti wa kata wa Chama cha Mapinduzi katika mapendekezo yenu. Hakikisheni sisi kama viongozi tusisimame upande wa mgombea wa aina yoyote. Uadilifu wetu ndiyo jambo la msingi sana. Kwa sababu naingia katika vikao vya maamuzi na niwakumbushe tu, siasa ni maisha, siasa ni maisha. Lakini hakikisha vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, vikao vyako vya kamati ya siasa tunapoelekea, kuwe na usiri wa hali ya juu, kuwe na usiri wa hali ya juu, kwa sababu msieje katengenezeana ajali na nongo ambazo hazina faida yoyote, na niwaombe sana. We ukija, mtu kasikia bwana, yule hajakutaka haki yake, kwani unataka ukati ukatupandwe na wote? We nani? Mungu ametuna ote Wewe Kwa majina anaitwa Marcela Francis Lungu, mimi ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi Kata ya Makongo. Niko hapa leo tukuwa tunafanya mkutano wetu mkuu maalum wa Kata wa 2025. Sio pamoja na viongozi wangu wa chama wako sana. Kwa jina naitwa John Evaisti Kamata, katibu wa CCM wa kata ya Makongo. Kwanza kabisa, napenda kutoa upongezi kwa mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye mama yetu Samia Suluhu Hassan ndiye mtarajiwa wetu rais wa awamu ya sita, hakuna mwingine zaidi yake na kila sababu ya kumpongeza mwenyekiti tatu, lakini kati ya jumuiya inayotufurahisha katika utendaji wa kazi ana kila sababu mwenyekiti a pongezi za dhati kwa sababu anatuonyesha hata uhai wa jumuiya huo, yeah. Vinginevyo hata sisi chama. Malezi bora kwa mtoto, faraja ya kesho kwa mzazi. Kidumu chama cha mapinduzi! CCM oye Oh yeah. Oh yeah. Kwa jina anaitwa Henry Mkoma ndiye mwenyekiti wa CCM wa, wa kata ya Makongo. Kwanza kabisa na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha siku hii ya leo kufanikisha shughuli hii ambayo iko mbele yetu. Lakini jambo la pili niendelee kumpongeza sana Uh, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaisimamia vyema na kutekeleza vizuri ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. Tunaamini tuna, tuna ujasiri naye kwa mwaka 2025 kwenda na 30 kwa sababu ndiye mwali wetu CCM oyee! Lakini baada ya kusema hayo, niendelee kuwapongeza sana sana sana kwa namna ya kipekee kabisa wa viongozi wote wa jumuiya ya wazazi kata ya Makongo wamefanya jambo kubwa, jukumu lao la malezi, jukumu lao la elimu, jukumu lao la afya na mazingira, wamejitahidi sana na mimi kwa kweli niendelee kujivunia sana sana sana kwa namna ambavyo wanaendelea kusimamia na kuongoza jahazi hilo la masuala ya mazingira, malezi kwa watoto wetu, kwa watoto wetu. Lakini kikubwa niendelee kuwaasa wana CCM wote wa Tanzania wote kwa pamoja tusijetukaangushana tuendeni tukahakikishe tunaipa Chama cha Mapinduzi kura za kutosha, tunampa Mama Samia kura za heshima kwa mkoa wa Dar es Salaam, lakini tunahakikisha kwa kata hii ya Makongo tunaipa kura zote Mama Samia, tunawapa kura zote wagombea wote wanaotokana na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu nia yetu ni Chama cha Mapinduzi kiendelee kukamata dola, Chama cha Mapinduzi kiendelee kusimamia na kutekeleza usimamizi wote wa ilani ya chama cha mapinduzi. Naamini chama na cha mapinduzi kina sera nzuri kabisa kwa ajili ya Watanzania wa wote. Kwa hiyo niendelee kuwashukuru, niendelee kuwapongeza naendelea kuwashukuru hata ninyi pia watu wa media ambao mnaendelea kurusha hizi taarifa, kwa sababu tunaamini Watanzania wengi wanataka kufahamu kwamba mama anajenga shule, mama anajenga vituo vya afya, mama anajenga madarasa, mama anatoa mikopo kwa kina mama, vijana na walemavu ya kutosha, mama anafanya mambo makubwa. Hakuna sababu yoyote ile ya kumnyima kura, sisi tumuheshimishe mama, kumpa kura za ndio zote, tunaye tunatamba naye na mwaka 2025 tutampa kura za heshima. Kidumu Chama cha Mapinduzi!